Kijana wangu Hans amenitafuta karibia wiki mbili tatu zilizopita kunifahamisha kwamba anataka kuwa Muislamu, amevutiwa na Uislamu na na mimi nimwambia kwamba nataraji tarehe kumi na tisa ambapo ni leo, nitapita ni njia hii ya Namanga kutoka Dar es Salaam kupitia Arusha naelekea Nairobi, na hatimaye nimemtafuta na tumekutana na tumebadilishana mawazo na ameonyesha kwamba yuko serious anataka kuwa Muislamu. Nameeleza kazi yake na nimempa na nasaha kuhusu kazi yake, na amenielewa, nimwelewa. Lakini pia ameniambia hali yangu hii kwamba mimi nafuga rasta, nafaa kwa Muislamu kwenye hali hiyo? Nikaambia ndio, yafaa kwa Muislamu. Kwanza Uislamu ndio kitu cha kwanza, haya mengine yatafuata baadaye. Nitumia fursa hii sa kumsilimisha kwa sababu katika dini yetu imeambiwa, haya majambo yanatakiwa yaharakishwe. Kwa hiyo kijana wangu Hans nadhani bila shaka sasa uko tayari. Nyanyua kidole hichi. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Nakili kwa moyo. Nakili kwa moyo. Natamka kwa, na kwa ulimi ya kwamba hapana hapa mola hapasae hapa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja hajazaa hajazaliwa hajaza hajaza hajaza na, na hana mfano na nakiri kwa moyo natamka kwa, na kwa ulimi na kwamba ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mungu na, na ni mtume wa mwisho na ninakiri na kwa moyo na na natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi na kuamba, ya kwamba hakika, hakika ya Isa ambaye ni Yesu, ambaye ni Yesu si, Mungu, si Mungu wala si mwana wa, wa Mungu bali ni nabii wa Mungu aliyetumwa wa wa kwa wana wa Israeli. Ongera sana ongera sana, nifurahi sana kwa maneno haya na uishi hii shahada, ushuhuda huu kwamba hapana mola apasai kuabudia kwa haki isipokuwa Mungu mmoja. Dini zingine zinasema kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Dini yetu nasema hapana, Mungu ni mmoja, hana mfano, hajazaa, hajazaliwa na umekiri kwa moyo pia kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu na ni mtume wa mwisho, na umekiri kwa moyo kwamba Isa, sisi tunamwita Isa kwenye Uislamu, kwa hiyo tunamwita Yesu, si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali ni mtume wa Mungu. Naomba uyaishi hayo, na kuanzia sasa wewe ni Muislamu kamili. Hali yako hii isikusumbue, Uislamu utaujua kidogo kidogo, na kadri utakavyojua, na Mwenyezi Mungu atakuwa nakupa hidaya insha Allah Jina lako ni Hans. Inapendeza ukawa na jina pia ya Kiislamu kwa sababu dunia sasa majina yanawakilisha dini, yanawakilisha dini. Ukisema popote naitwa Hans, naitwa Frank, watu wanajua wewe ni Mkristo. Ukisema naitwa Hasan, naitwa Khalid, naitwa Khamis, watu wanajua wewe Muislamu. Sasa, katika majina ya Kiislamu, jina gani ambalo kwa kusikia sikia kwako unalipenda uitwe? niitwe Hamza, Hamza yeah. Masha Allah. Takbir Hamza. Hamza ni jina kubwa katika Uislamu, ni mtu aliyepambania Uislamu, alikuwa ni baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jina tukufu, ongera kwa hilo, na Mwenyezi Mungu akupe thabat istiqama na msimamo na kuongoze katika mm. maisha yako amin. Ningependa ku kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kabisa nimevutiwa kwenda kuwa Mwislamu kutokana na mafundisho ninayoyapata mtandaoni. Mara nyingi nimekuwa nikipitia peji yako she aa, nimejifunza sana kupitia peji zako, na niseme hii kitu nilisha iplani kuwa ni muda sana, na kwa hili nitawabadilisha wengi nitajaribu kuwashawishi wengi pia kwamba waupende Uislamu kama nilivyotokea kuupenda Uislamu ya yeah. kazi. kazi yangu naofanya mimi ni DJ, ni DJ wa nafanya kazi club, lakini pia event, redio yeah. mm-hmm. Shekhe amezungumza hapa juu ya Uislamu na kazi unaoifanya, au uko tayari kubadilisha kazi yako? Yeah, nitaanza mchakato wa kuanza kujitafutia kazi ambayo itaendana na maadili ya Kiislamu.